Sisi kama wana Kisangura tunachokiomba, tunataka haki itumike na, haki na sheria ifate mkondo wake, tuone haki ikifanyika na wale watu wakifikishwa mahakamani kwa kitendo hiki walichokifanya. Lakini zaidi na rai yangu, kwenye kama kiongozi wa eneo hili, nataka amani. Tumeongea na wanafamilia na wakazi wa kitongoji hiki cha Kisangura, tumeonyesha umuhimu wa amani, maana si taasisi iliyemjeruhi kijana huyu, ni askari na akili yake kama alikuwa amechanganyikiwa kama alikuwa amefanya nini sisi hatujui hatuna sababu ya kuvuruga amani tulionayo Kisangura na majirani wetu wa gereza la Tabora B endapo mifugo imetoroka kuingia eneo la Tabora B tunalipa faini kwa kila ng'ombe shilingi elfu thelathini kwa hivyo hakuwepo na sababu yeyote ya yule askari kumjeruhi yule kijana na amemjeruhi kijana anayemfahamu, maana ni kijana ambaye yuko jirani sana na eneo hili. Mifugo ile wanaifahamu, hata kama wangeiacha baadaye waijie faini, ilikuwa inawezekana, maana tuna sheria ndogo ndogo zinazotuendesha sisi kwa wananchi wote wanaozunguka hili eneo la Tabora B. Kwa hivyo sisi tunaona yule askari alikiuka maadili ya kiuongozi kikubwa. Sisi tunaomba wananchi wa, baada ya kuzungumza nao tukishirikiana mwenyekiti wangu tumewaweka sawa wamejua kwamba kumbe ule maki watu wanasema Magereza yaua lakini sio Magereza imeua ni mtu mmoja na akili yake, ambaye amepewa bunduki, sijui hajui kuitumia ama aliowaza nini na akafanya hivyo. Ni mara nyingi wanawatoza hata hii familia imetozwa tozo nyingi sana kwa ajili ya kuvusha ng'ombe kwenda kunywa, na wewe unajua vizuri ng'ombe ana tabia, akifika mtoni ni lazima avuke, uh, upande upande wa wa pili pili, akishakunywa maji anavuka upande wa pili. Kwa hivyo ule mto ndio mpaka kwa hivyo kijana alipoona ng'ombe wanazidi kwenda kwa, kwa zile nyasi za magereza, na wale askari magereza wakakimbia kumfata, ndio shambulio lililotokea. Kwa hivyo kikubwa, sisi tunakilani kitendo hiki, lakini tunaomba sisi tuendelee kuwa na ushirikiano wa magereza Tabora B kwa ujumla na wananchi wote wanaozunguka eneo hili la magereza, tulihifadhi maake na sisi ni hifadhi. Tunajua ni taasisi ya serikali tu, inavyotufaidisha sisi, tuna shule mle gereza la Tabora B, wanafunzi wa familia hii wanasoma pale. Mahitaji, tuna zahanati pale ya Tabora B, halimashauri imeweka pale fedha, wananchi wanatibiwa mle. Kwa hivyo tuna mahitaji mengi mle Tabora B ambayo tunashirikiana. Hatuna sababu ya kuvunja amani, hatuna sababu ya kufanya chochote. Hili jambo tuliachie serikali ifanye kazi yake. Mimi wito wangu, tukio lile halikunifurahisha, lakini pia mimi nitoe wito kwa ndugu zetu tujaribu kuwa makini, kuheshimu mipaka, kwa ajili ya kwenda kujipatia matatizo ambayo sio ya lazima. Lakini pia mimi niseme tu kwamba jambo hili limetokea labda kwa bahati mbaya, mimi kwa mtazamo wangu, lakini niombe pia kwa siku nyingine lisiweze kutokea kama ilivyotokea mimi niseme tu machache, lakini pia mimi ndio katibu wa maafa katika mtaa huu. Mimi nitoe tu salamu za pole na kusema janga kama hili lisijirudia tena kwenye jamii hii, na kama ilivyoelezwa na viongozi wa eneo hili, wameriweka katika mazingira ambayo ni mazuri, kwa sababu kuna umuhimu wa mahusiano ya wakazi wa kata hii hasa hii ile eneo la Kebakungu na gereza la Tabora B, ukiangalia vijana wa hapa, kwa maana ya wanafunzi, wanasoma shule ya Tabora B, zahanati iko Tabora B, maji wanachukua kule, wananchi wa hapa wanatumika muda mwingine mpaka kuchunga ng'ombe za kule kwenye gereza. Kwa maana hiyo mahusiano ni makubwa sana, kwamba wanapoingiza ng'ombe kule, kuna faini kikubwa kilitakiwa hapa ni kwamba faini, ng'ombe zilishazuiliwa wapige faini, wakishapiga faini hayo ndio makubaliano baina ya hizi pande mbili, lakini matumizi ya silaha mpaka kupoteza maisha ya